Ndugu wananchi, miradi ni mingi na yeye wanaKwimba ni wanufaika. Kazi kubwa imefanywa na serikali ya awamu ya sita. Mheshimiwa Rais alipokuwa anaombwa mahitaji mbalimbali kwenye maeneo yenu na waheshimiwa wabunge wenu, Rais amekuwa akiridhia wakati wote kutoa fedha. Wilaya hii imepata fedha nyingi za kutosha mkoa huu umepata fedha nyingi ya kutosha kutekeleza miradi. Ndiyo hii ambayo inatuondoa ofisini kuifuatilia miradi hii, kuona kama je fedha hiyo imefika, imefanya kazi stahiki, na je majengo hayo au miradi hiyo imeanza kutumika na kama haijatumika, kwa nini? Hiyo ndio kazi ambayo tunaifanya. Sasa umeme na wenyewe hauna shida kabisa, vijiji vyote tumepeleka umeme tunachokiona sasa, wananchi kadhaa hawajavuta umeme. Nami nataka niwahamasishe, vuteni umeme. Wakati serikali sasa imeacha vijiji, imemaliza tunaenda vitongojini. Basi na nyiye huko kwenye vijiji vuteni umeme, wekeni kwenye nyumba zenu. Tunaendelea na uwekaji wa umeme kwenye vijiji na kwenye visiwa. Wiki mbili zilizopita, nilikuwa kule nani wapi, Ukerewe, nimewahakikishia na kwa bahati nzuri mkandarasi yupo anayesambaza umeme kwenye visiwa vyote kule visiwa vya Ikwisi Gurugwa, lakini pia pamoja na Ghana visiwa vyote vile kule vinapata umeme na tunapeleka mitambo ya sola itakayochakata umeme hapo hapo kwenye visiwa na kusambaza kwa wateja wote ambao wako kwenye visiwa. Kwa hiyo suala ya umeme nalo katika taifa hili hatuna shida nalo. Julius Nyerere, injini zote zinafanya kazi, tuna umeme mwingi wa kutosha na malengo yetu huko baadaye umeme wa gharama nafuu. Hayo ndio malengo tuliyonayo. Kwenye barabara, mheshimiwa Ulega ameeleza vizuri sikusudi kurudia, lakini mjue ujenzi wa barabara tunajenga kwa mpango unaotabirika. Maana yake ni nini? Tunaanza kuunganisha barabara za mikoa na mikoa, na kazi ya hii imeshakamilika. Tumeshaunganisha mikoa yote Tanzania ni miradi michache ya barabara kutoka mkoa A kwenda mkoa B haijakamilika, na ni kule Kagera, barabara kutoka Nyakanazi inaenda Kigoma saizi, kutoka Kibondo kwenda Kasulu, ndio kazi inafanywa ili kwenda kuunganisha kwenda Kigoma, na kuna barabara inaokwenda kule Buhigwe. Wakandarasi wako kazini, wanafanya hiyo kazi. Ndio maeneo ambayo tunayaona angalau yamebaki, lakini kazi imeisha. Sasa hivi tunafanya jitihada za kuunganisha wilaya na wilaya kwa viwango vya lami. Tumeshaanza hiyo miradi na inaanza kutekelezwa. Kilimo, mkoani Mwanza tunafanya vizuri kwenye zao la pamba, dhahabu nyeupe ya masoko yake, lakini pia anaona wilaya hii imeongeza mazao mengi, kuna dengu, choroko, fiwi na zinalimwa hapa, kwenye jambo zuri kupanua mazao mengi ili uweze kupata fedha huku huku huku, badala ya kutegemea zao moja. Ninachowaahidi wana Kwimba na mazao haya ni kuendelea kuboresha upatikanaji wa masoko ili upate bei nzuri na iwasaidie katika kupata kipato kizuri kwa kazi mnayoifanya. Wafugaji, fugeni vizuri, hakikisheni ufugaji unakuwa wenye tija ili nanyiye muweze kunufaika na mifugo mlionayo mkakati ambao tunao sasa ni uwezeshaji wa makundi mbalimbali. Uwezeshaji maana yake tunahamasisha watu kufanya kazi, fanyeni kazi ili uweze kujipatia kipato. Sasa kuna kule mkwamo wa mitaji, Serikali imezungumza na taasisi za fedha ili watufungulie madirisha ya mtu yeyote anayetaka mradi wake anaweza kupata mtaji kwenye eneo hilo moja, ni mabenki yote NMB, CRDB benki ambazo pia hata Kwimba zipo, zina madirisha mla ya kukopa. Nenda kamaona afisa mikopo, mwambie una mpango gani wa biashara. Mimi ni kusihi wewe ujue mradi utakao utekeleza, ueleze vizuri. Ukiueleza vizuri, atakuruhusu kuruhusu kukupa fedha kulingana na baamzi yao. Lakini uwezeshaji tumeweka vizuri sana, ili kila mmoja aweze kufanya biashara. Kazi kubwa ambayo tunaifanya sasa ni kupata wakufunzi kutoka vyuo vyetu hivi kuu kama hicho cha Malya, lakini kwenye sekondari kupata walimu, hili halina shida. Mheshimiwa Rais ameshatupa kibali cha kuajiri walimu, na nyinyi mmeshasikia sikia, wiki tatu nne zilizopita tulikuwa na usaili wa kupata walimu wa kwenda kufundisha shule za msingi na sekondari. Malengo tuwaka tupeleke walimu kwenye shule zote za msingi na sekondari, ili kuongeza nguvu ya walimu waweze kufanya kazi yao vizuri. Maelekezo kwa halmashauri, mkurugenzi na maafisa wako wa elimu, simamieni ongezeko la ufaulu, kwa maana ya kwamba walimu wafundishe kama ambavyo wanafundisha. Pale ambapo kuna mapungufu Mfanye balance, mfanye mapitio ya ikama ya walimu. Bado kuna malalamiko ya shule za pembezoni hazina walimu, lakini za hapa Ngudu mjini walimu wako shuleni thelathini, arobaini, kule kijijini walimu hawapo. Peleka, sambaza walimu kulingana na uhitaji, ili kila mahali kuwe na watumishi.